E, mimi kwa majina naitwa Masunga Mizingo ni katibu wa mipango fedha uchumi na maendeleo. Mimi natokea kanda ya Kahama, e, ni mwanachama wa UK7 kwa nafasi ambazo nimejitambulisha. Ndugu e, zangu UK7 ni chama kubwa ambayo sasa, kama alivyoelezea mwenyekiti, na mimi sitaki nirudie yale aliyoyazungumza mwenyekiti. Mimi nitajikita tu katika nafasi yangu ama katika sehemu yetu. Sisi tulipata nafasi ya kupewa jukumu hili katika kamati hii, mimi na mwenyekiti wangu Maide Sai akiwa mwenyekiti na mimi ni katibu wa kamati ile. Sisi tuliteuliwa kupitia kikao ambacho kilikaa Mwanza, lakini sasa kamati yetu inaundwa na watu wanane, kwa maana ya kwamba sasa umoja wetu ni wa kanda saba. Sasa jukumu ambalo sasa lilitoka pale, kila kanda, kila kanda itoe mwanachama mmoja mmoja kwenda kuunga sasa hii kamati, ili sasa na maana yala ambayo sasa yatakuwa yanajadiliwa kwenye kamati. Kila mwanachama sasa aliyoko kwenye kamati atatoa habari na atapeleka e, yaliyozungumzwa kwenye kamati ya idara ya mipango. E, tumekuwa tukifanya hivyo mara zote na tumekuwa tukileta mipango kwa ajili ya kuendeleza kikundi hiki. Tumekuwa tukileta mipango mingi, na katika sasa mipango tuliyonayo mpaka sasa, UK7 ina uwekezaji ama biashara inayofanya ni matenti, viti, meza pamoja na vyombo vya muziki lakini hapo wanyuma nyuma tulifanikiwa tukanunua kiwanja na chenyewe kilikuwa kwenye mipango, na ile mipango tuliiwasilisha katika ofisi ya mwenyekiti. Tulikuwa na mpango wa kujenga godauni kwenye kile kiwanja, tutengeneze ukumbi wa kisasa, lakini pia tulikuwa na mipango mingine ambayo sasa sisi kamati tulikusudia kuifanya katika kiwanja kile. Sasa basi, tumekuwa tukileta hayo mapendekezo kwa viongozi, lakini sasa yale mapendekezo yamekuwa sasa, huko nyuma yalikuwa hayajapatiwa majibu ama kibali cha kwamba sasa tuendelee na nini kwenye kiwanja chetu. Labda tu nisitishe, kwa sababu mazungumzo ni marefu, ili nisiwachoshe sana. E, waswahili wanasema kwamba penye nia hapakosi njia. Sisi tumekuwa tukileta mipango na, tarehe tano mwezi wa nne tulikuwa na kikao cha UK7, ambacho kimsingi sisi tunakiita ni mkutano wa UK7, ambao sasa kila kanda inatoa wawakilishi kuleta kwenye mkutano huo. Tarehe tano tulikaa kikao miaka hoja pale. E, na sisi sasa kamati ya mipango maendeleo uchumi na, na fedha kupitia mwenyekiti wetu tulikuwa na, na mipango ambayo sasa sisi tuliiandaa kuiwasilisha. Mipango ambayo tulikuwa nayo kuiwasilisha ilikuwa ni kama mipango ama mapendekezo yalikuwa kama matano. Pendekezo la kwanza. E, pendekezo la kwanza kabisa ambayo tuliliwasilisha ilikuwa sasa kuomba kwa wanachama wa UK 7 kuona namna nyingine sasa ya kufanya uwekezaji katika kanda zetu. Nadhani tulilitoa pale kwenye kikao, na asilimia kubwa ya wajumbe walichangia na waliunga mkono kwamba sasa kama limekuja hilo basi sisi tunajibaliki, lakini ushauri ushauri wa wajumbe ulikuwa ni mwingi, kwa sababu Simio tumekuwa sasa na biashara ambayo tumekuwa tukiendelea nayo ya matenti pamoja na vifaa ambavyo nilivitaja hapo awali. Wajumbe walishauri sasa, kama ndivyo hivyo, basi kila kanda inaweza sasa ikatoa yenyewe, ili mradi tu sasa, kwa sababu tumekusudia kupeleka mradi kila kanda usiwe wa kufanana na mradi ulioko, ulioko Simiyu. Kama kanda ya Geita ina fursa nyingine, sisi tutaona tunapeleka eh, hiyo huduma kwa ajili ya kuongeza kipato ni UK7. Na zaidi ya ushauri wa watu eh, nakumbuka wazee wa Geita Mheshimiwa Bugomola na Amos Nasuka wao walishauri upande wa Geita lakini sasa ushauri wa Mheshimiwa Mgomola yeye alijikita sana kwamba kama tutataka kufanya biashara ya matenti upande wa Geita, maana yake matenti yawe mengi ndipo sasa tukaifanya hiyo biashara. Lakini ukiangalia sasa ile biashara yeye alikuwa anaizungumzia E, ilikuwa ni ya, ni ya siku tu, ina maana ni ya siku kama siku kumi na tano kwa maana ya kupata sasa. Huwa kuna fursa zinatokea siku kumi na tano tu, lakini fursa ambayo inatokea inakuwa ni fursa ya hela nyingi, kwa maana ya kwamba sasa ina maana unakuwa ni uhitaji wa matenti mengi. Kwa hiyo inapotokea sasa fursa ya, ya uhitaji wa matenti mengi, maanake inakuwa ni fursa kubwa, lakini Amos Masuka yeye aliona, alishauri kwamba kama tutataka kufanya sasa uwekezaji Geita, Geita kuna fursa ya ile tenti kubwa, lile jukwaa na viti vya bolodi, kwa sababu sasa katika shughuli zinazofanyika Geita wanahangaika kupata viti, lakini kwa sababu kuna mikutano mbalimbali sasa hivi, kuona maana inaweza ikawa ni fursa. Kwa hiyo sisi hilo tukalichukua. E, tutalikalia sisi kamati na kuona sasa vipi tuende nalo, lakini pia kulikuwa kulikuwa na, na wasilisho lingine ambao sasa, wasilisho ambao sisi kulitoa mapendekezo ya kutafuta vitalu leseni za uchimbaji madini. Sasa ndugu zangu, ukiangalia sasa asilimia kubwa ya wanachama wa UK7 walio wengi wanajishughulisha na shughuli za kimadini. Sisi kamati sasa tuliona sasa hii leo ni fursa, tuangalie sasa kama kamati e, tutoe pendekezo kwa wajumbe wa mkutano huo, tuone sasa kama wao watalibariki ama watafanyaje au watashaurije. E, kwa kifupi tu nikwambie, maana baada ya kuwasilisha hilo pendekezo, wajumbe walio wengi walibariki na waliunga mkono kwa asilimia zote, kwamba kama hilo limekuja hilo, sisi tunaungana na kamati na tunaomba hilo lifanyike kadri litakavyowezekana. Sasa ndugu zangu, huko nyuma kikundi chetu kilikuwa hakijasajiliwa e, na sasa hivi sasa kimekuwa ni rasmi. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kuangalia sasa fursa gani tunaweza tukafanya, kwa sababu kikundi chetu sasa kiko halali kisheria, tofauti na ilivyokuwa huko nyuma, tulikuwa tunaangalia. Sasa ukitafuta fursa, unaangalia sasa viambatanisho vya, vya kwenda kuomba fursa hivyo hauna. Kwa mfano ukienda kuomba leseni za madini au vitalu, wanakutaka uwe na cheti na uwe na, na katiba ambayo sasa imesainiwa kisheria. Tulikuwa tunakwama mambo mengi, lakini kwa kupata sasa cheti na tarehe tano tunaangalia kabisa, mwenyekiti alikabidhiwa cheti cha, cha, cha, cha, cha, cha usajili lakini na katiba alikabidhiwa. Kwa sisi kamati tunajiona sasa ni faraja kubwa na ni mafanikio makubwa katika hatua hiyo. Sasa katika hilo sasa, wajumbe wa mkutano huo walishauri mambo mengi. Nakumbuka mchango e, wa mwanachama kutoka Geita, mheshimiwa Bugomola yeye alikazia, alienda mbali zaidi nje na kutafuta vitabu na leseni. Yeye alishauri tutafute pemwelo, kwa maana sasa, ina maana tukitafuta maleseni makubwa, maanake sasa tutakuwa tumewekeza hata sasa, ikitokea, sasa ikitokea sasa tunapata fursa ya wawekezaji, maanake sasa kikundi kinaenda kupata nini? Kikundi kinaenda kupata e, kipato kikubwa, maanake kikundi kitajiendesha, lakini pia kikundi kitafaidika kwa maana ya kujijenga kwa hiyo sisi hayo tuliyabeba, kwa sababu maana asilimia kubwa ya wajumbe waliunga mkono e, katika, katika hilo pendekezo la kutafuta vitalu lakini pia e, kutafuta maleseni ya uchimbaji, japo na wao waliongeza wali waliongeza sasa kutafute PML. Kwa hiyo sisi wanafutia nguvu na wanatupa moyo na, na nafasi nyingine ya kuweza kuwaza vitu vingine. E, sambamba na hivyo kwenye sekta ya uchimbaji e, kama nilivyosema, asilimia kubwa ya wanachama wa UK7 wanafanya biashara ya madini e, lakini pia sasa tunao viongozi kwenye shirikisho la, la uchimbaji. Ukiangalia makamu mwenyekiti wa UK7 ni kiongozi mkubwa, lakini kuna, kuna mwanachama kutoka kanda, kutoka kanda ya Kakola Huyu anaitwa dada yetu Seme, na yeye ni mwenyekiti wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa chama cha, cha, cha wachimbaji kutokea kundi la wakinamama, na yeye sasa zaidi mchango wake alishauri na aliunga mkono na alipe na alitoa mpaka na na, na, na mfano, yeye ni mmoja wa watu ambao wameshiriki kwenda kwa Mheshimiwa Rais kuomba koli la Kigosi lile ambalo Tumeona sasa serikali imetoa na imetangaza fursa nyingi mle, imetenga vitalu na watu wanachukua vitalu. Sasa kama hawa watu sasa, namaana tunaoona ni viongozi kwenye chama cha uchimbaji, sisi sasa petu, e, imichetu, tunaona sasa kwetu katika kikundi chetu cha UK7 tunaona ni neema. Kwa sababu unapokuwa na viongozi e, mbalimbali wenye nafasi tofauti tofauti katika, katika hatua hii katika nafasi hizi, maana unaona sasa ni fursa ni kuangalia tu namna gani hizo fursa sasa nyinyi mnazitumia. Sisi tutazitumia zile fursa, tutaongea na viongozi. Sisi kamati tutatoa mapendekezo, na wao watatusaidia pale inapowezekana, ili kupata eh, kupata mahitaji ama kupata maleseni kwa maana ya kuongeza tija kwenye kikundi chetu. Eh, jukumu lingine ambalo sisi tuliwasilisha ambayo sasa yalikuwa ni mapendekezo ya kamati yetu, ilikuwa ni pendekezo ya kuona namna bora ya vitu vyetu vilivyoko baliaji namna ya kuvitunza vile viti vile, vitu sasa hivi vimeshakuwa ni vingi. Ukizungumzia viti elfu tatu ni viti vingi sana, ukizungumzia matenti thelathini na nne ni vitu vingi sana, ukiangalia sasa tuna meza na vyombo vya muziki. Sisi kamati tuliona sasa na maana hili linahitaji sasa tuliwasilishe ili viongozi wetu e, na wajumbe watakaohudhuria kile kikao walione sasa na kutushauri, na kama litakubaliwa, basi watupe mapendekezo yao kwamba nini tufanye. Tulitoa hivyo kwa sababu vitu vyetu, na maana, sehemu ambavyo tunahifadhia ni sehemu ambayo ni ya kukodi, lakini sasa vile vitu ni vingi unapokuwa na kachumba tu, kachumba ka, kamoja, alafu na hifadhi vitu vile, vitu vingi kwanza, mwenye nyumba anaona kama ni kelo, hata kama unamulika, lakini anaona kama kama ni kelo, kwa sababu yale ni mavyuma, unapoyapanga yanachubua yanafanyaje, yanavongeshwa lakini nje tu. Hata hivyo, utunzaji sasa, kwa sababu sehemu haitoshi, unakuwa ni utunzaji wa kuyalundalunda tu, ni kuya Yaani kuyakusanya tu bila mimi bila kupanga kwa sababu sehemu haitoshi. Maana sasa tunajikuta vitu vingi vinachakaa, lakini vitu vingine vinavunjika. Sisi tukaona sasa ni busara, sasa tulitoe hili, ili wao waone namna gani wanaweza wakatushauri. Na niseme tu kwamba katika sasa sisi kamati, ambao sasa jambo lilitushangaza na kuona sasa watu walibeba kwa hisia kubwa ni hili tunaona kabisa baada ya kumaliza tu kulitoa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wajumbe kwenye mkutano wa tarehe tano, watu walisimama na kuanza kuchangia. Lakini mjumbe mmoja alichangia e, kutoka kutoka kanda ya Msoma. Asilimia kubwa ya wajumbe walichangia kwa kuunga mkono kwamba sasa e, tutengeneze tujende dara e, tuangalie tulete bioqiu vaulesheni thamani ya kila ambacho tutajenga. Lakini yule mjumbe alisimama yeye, akaunga mkono. Alivyounga mkono sisi alitushangaza, kwa sababu aliunga mkono kwanza, lakini akaenda kwa vitendo, akawa sasa yeye ameona mbali, akatoa ahadi ya mifuko hamsini ya simenti. Sasa sisi tukaona sasa hii, huyu sasa mjumbe ametuletea kitu kingine. Sasa baada ya yule mjumbe, kile kikao sasa kilibadilika, kili wajumbe wote sasa ilibidi sasa, kila mtu sasa ilibidi kusimama na kuongea, lakini wajumbe asilimia kubwa sasa walitushangaza kwa sababu waliweza kuchangia na kutoa ahadi. Na mimi katika hilo e, nichukue nafasi hii wakati naendelea kuwashukuru sana wale wote ambao waliguswa na kuona namna gani wanaweza sasa watusapoti sisi kamati lakini wakaamua kutumia rasilimali zao kujenga UK 7. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana, kwa niaba ya mwenyekiti wangu, mimi binafsi, lakini na kamati kwa ujumla, tunawashukuru sana e, ndugu zangu, mwandishi wa habari dada angu, kama nilivyosema, penye nia hapakosi njia. Sisi kamati tumeshaona njia e, majumuisho ya kikao cha jana yametupa faraja kubwa sana sisi kamati, mimi na mwenyekiti wangu pamoja na wajumbe. Yalituamsha, yalituamsha na kuona sasa kumba Uki7 watu wanaipenda kuliko sisi tunavyofikiria. Katika michango ya watu walio wengi, walichangia walishauli Ukai7 inawezekana tusione manufaa sisi ambao hivi leo tupo, lakini kesho watoto wetu wakaiona, na unapojenga kitu unajenga kitu kwa ajili ya kuandaa watu wanaokuja. Ukiwa unajenga kitu unaangalia wewe unifaike, unaweza usitengeneze kitu, kwa sababu utakiona ndio maana sasa ni takuja kunufaika nini. Lakini sasa kwa maana jinsi ya watu walivyoongea na jinsi watu walivyojitoa, watu wametoa rasilimali zao kwa ajili ya kujenga UK7, maana yake ni nini maana yake ni kwamba sasa, maana hawa watu wana upendo wa agapi na UK7, na sisi tunaomba kabisa UK7 wote kwa ujumla wote tuguswe na tuwe na upendo kama ulivyoonyesha katika mkutano wa tarehe tano mwezi wa nne. Tunaomba sana, tunaomba sana hilo. Na huyu mjumbe sisi tunamshukuru sana, kwa sababu yeye amekuwa ni kama baraka katika kile kikao kwa sababu mtu kusimama na kutamka kwamba mimi angia mifuko hamsini. E, maanake ndio maana sasa alitoa nafasi kwa moyo wake, lakini ikawa ni baraka. Mwenyekiti makamu mwenyekiti alisimama yeye, wakati anasimama alichombeza alichombeza alichombeza, utani kidogo, akasema sasa kikao cha leo e, naona shetani ameenda likizo, lakini mwisho wa siku alikuja kuiweka sawa. Tukubali kwamba ndugu zangu shetani yupo e, na kama shetani yupo, sisi tuendelee kuomba asituingilie. Tuendelee sasa shetani, Mungu tumuombe Mungu ibu suri shetani ashindwe na alegee, kwa yala ambayo sisi anataka atuumbishe ama tusifanikiwe katika katika kikundi hiki. Mwisho wa makamu mwenyekiti e, wakati anaelekea kufunga kikao chake, sisi tulichukua ushauri wake, alishauri na kasema kwamba sasa kuandaliwe hati maalum ama cheti maalum, kama zawadi ama kama shukulani kwa wale watu ambao wamejitoa, lakini zaidi kwa yule mtu aliyejitoa aliyetuanzishia mjadala, maanake kuwe na hati maalum ambayo ina maana sisi ni kama shukulani. Kwa niaba ya kamati yetu tunamshukuru, na sisi tutafanya hivyo. Haya mambo tutayafanya ili kusudi kutoa kutoa motisha lakini kuwatia moyo e, wajumbe walioweza kutoa okay, mapendekezo lakini pia kutoa fedha zao, kutoa michango yao ambayo kimsingi inaenda kujenga UK7. Mimi naomba sasa kwa hayo machache sitaki e, niwachoshe sana, e, mimi niendelee tu kuwashukuru sana sana, kuwashukuru sana wana UK7 na kuwaomba sana kwamba UK7 ni yetu na UK7 tunatakiwa tuijenge sisi wenyewe, tuipende UK7 na isionekane kwamba sasa e, labda viongozi wa UK7 wananufaika e, na UK7. UK7 hii tumeitengeneza kwa ajili ya sisi wana umoja wetu, tumejumuika na tumeungana kwa ajili ya kusaidizana kama katiba inavyoeleza kwamba tunasaidizana kwenye shida na raha, lakini zaidi imejikita kwenye shida, kwa maana sasa ya kupata changamoto yoyote kwa mwanachama ama e, mtu yoyote ambaye sasa inamtambua kisheria. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi naomba tu niishie hayo zaidi tu. Nawashukuruni sana sana sana, na Mungu aibariki tu UK 7. Asanteni sana.